Ndani ya muda mfupi huu wa siku mia moja za Mheshimiwa Rais tutakwenda kuzindua kiwanda cha kusafisha chumvi kule Kilwa, ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa kwa wakulima wa chumvi ambao hawakuwa na soko la uhakika, na hali hii ilipelekea kuwa na changamoto kubwa sana ya bidhaa ambazo wanazizalisha. Shirika la madini la taifa, STAMICO, katika kujibu changamoto za wakulima wa chumvi iliamua kujenga kiwanda kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na kiwanda kile kimekamilika, na ndani ya siku mia moja za Mheshimiwa Rais kiwanda kile hivi sasa kipo katika hatua ya asilimia 99, tutabakiza asilimia moja tu ambayo pia itakuwa ni kwenda kupanga tarehe ya kwenda kukizindua. Hii ni kazi ingine ambayo kubwa imefanyika ndani ya muda mfupi. Bongo Play TV.